Kikosi gani hapo twende nacho sijui sana ndio delekeza Ndio hivi hapo 45 au 232 namba sijajua mwanangu hapo ndo tuelekeza leo kwa sababu sio vitu vyangu utaelewa. Kawenjo namba mwanangu hiyo ni nini, nini, uweze kutolesha labda. Si adu chambe ushahidi, sinajua zile. Ah lakini mbona kama 45 mwanangu, eti mwanangu. Tusaidiane hapa kwenye comment hapo tusaidiane. Mbona kama 45 fulani hivi au? Niulize wewe, usiniulize mimi. Okay, sawa. Ah okay, sawa. Mimi nitakujua tu, nitakujua. Mwanangu hapo ulipo umevaa bega gani hapo? Unaonaje? Hapo kwanza hiyo kwanza, hiyo kepo bega gani mshojo wangu? E, elfu mbili <laughs> hiyo hapo imeenda kama, ah buku hiyo mwanangu. Unaona unyama mwanangu hapa kwanza, yes, umetisha msani mkubwa pale yeah. Mwanangu yeah, yeah, yeah. Ah, demu. Mfagili mademu nini, au nye nye ampendia mtongozi mekaja? Yaani kwenye mahusiano auaas napenda, n unapenda, unaingia kwenye mahusiano na mwanamke. Si si ndio kama hivyo? Mwanamke dalao boy. Hao mwanangu <laughs> bwana mimi niko na 45 hapa namba chafu yani yani inaitwa ni namba ambazo ni za wazawa. Yaani ukizungumzia wazawa unazungumzia 45. Namba ambazo hazina copy kabisa. Ayu. So ni moja kati ya miamba ambayo inapatikana hapa bwana mimi saa hivi nipo Mwenge mwanangu. Hebu nikuulize kitu mwanangu. Unatumiaga kaya? Yeah. Sasa yes, leo sio bigo zangu mjomba. Kwa nini sasa? Ndio hivyo. Unatumia kaya? Kwa nini unafagilia kaya? Mimi si sio vitu vyangu. Alafu kitu kingine kuulize, unakuja 45 hautumii kaya kivipi? Sasa ndio ipo hivyo. Kwa hiyo kuna 45 ambao hautumii kaya. Sio kila 45 msela. Acha acha, wangu. Wewe mwenyewe hapo msela, kwanza unaonekana. Kivipi? Wewe sio msela, sio tozi. Mjomba, wewe msela. Sio msela. Alafu nasikia msela hawana hata familia. Nyewe familia mnaweka gapi? Ah, bobu, familia kubwa. Kivipi? Mwenye familia. Achana, achana familia, mimi familia ya wazazi, ndugu, jamaa na marafiki Ta. wote amesha